Na ch Chadema kutaka kuzuia uchaguzi huu ambao ni takwa la kikatiba, ni kuvunja katiba? Si kuvunja katiba, huwezi ukasema wanavunja katiba hmm. Kama wana madai ya msingi hmm. na madai yenyewe yanatokana na ubovu au upungufu wa katiba yenyewe hmm. Tumezungumzia hapa ibara ya sabini na nne hmm. Tumeona mapungufu yaliyopo tumezungumzia sheria ya, ya, ya rais wa bunge na madiwani, tumeona matatizo yaliyopo. Kwa hiyo kitendo cha, cha uchaguzi wenyewe kutokuwa wa haki maana yake ni kwamba hakuna haki, na kama hakuna haki wanayo haki ya kusema sisi hatushiriki. hmm. Si, ishu sio kushiriki, ishu kutaka kuzuia uchaguzi kufanyika. Swala la kuzuia hmm. eh, ni, ni, kwanza kuzuia mm. kuzuia sio kosa hata tafsiri ya, ya, ya kamusi ya ki, ya ki tu ya, ya, ya, ya, ya, ya Kiswahili kuzuia, hu, hu, hakuna sehemu ambayo inasema kuzuia ni, ni, ni, ni kosa la jinai. Kuzuia haijawahi kuwa kosa, kwa hiyo hilo sio kosa. Kuzuia uchaguzi sio kosa, sio kosa, kwa sababu tunachoangalia ni njia ipi watafanya mm. kuzuia uchaguzi mm. kwa mfano mm. nikupe mfano hivi mm. mm. wakiwaambia watu Hmm. kwamba siku ya kwenda kupiga kura ulale na, m, au nenda kaendelee na shughuli zako kilimo hmm. na kadhalika hmm. na watu wasienda kupiga kura hmm. uchaguzi utakuwa umefanyika hmm. au utakuwa umezuiliwa hmm. hmm. na kama umezuiliwa, hilo ni kosa hmm. Shukrani sana, shikilia hapo yeah. Eh, Manyama, ninachokisema ni kwamba eh, kuja na madai ya kuzuia uchaguzi hmm. ni kosa la kisheria kabisa e la una kisheria. Mamlaka ya mtu yoyote kuzuia uchaguzi ambao umeshatangazwa ya kwamba utafanyika na kimsingi mwenye mamlaka ya kuahirisha uchaguzi mm. ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kama kuna sababu za kidharura mm. kwenye uchaguzi wa mwaka huu hakuna sababu za kidharura za kikatiba mm. za kumpelekea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuahirisha uchaguzi mm. anasema kwamba wanaweza wakawashawishi wanachama wao wasishiriki uchaguzi mm. kama una uwezo wa kushawishi wanachama wako wasishiriki uchaguzi mm. usitumie kauli ya kuzuia uchaguzi mm. wewe eleza ya kwamba mimi nitawafuata wanachama wangu mm. nitawaambia wa boycott Hmm. kwenda kushiriki uchaguzi ni hmm. haki yao hmm. na mimi nategemea hilo, ndio nategemea hilo kuliona, kwa sababu mimi nimepima ndugu Demba tangu uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, madai hayo ya Chadema yalikuepo hmm. lakini kuambiwa wananchi wengi walijitokeza sana kwenye zoezi la kuboresha daftari la, la, la, la kupiga kura hmm. mpaka siku zikaongezwa kwenye baadhi ya miji hmm. sasa, kama chama cha Chadema kina madai ya msingi na kinadai kwamba kina wafuasi wengi tungeona nguvu yao tangu wakati wa kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura. Eh, Madeleka, kuzuia uchaguzi ni kosa kisheria. Si kosa kuzuia uchaguzi hmm. kwa namna yoyote ile hmm. ni kosa la kisheria kwa sababu uchaguzi eh, unatoa haki kwa watu hmm. kwenda kutimiza wajibu wao E, wa kikatiba na kisheria. Kwa hiyo kuzuia kwa maana ya kuprevent au kublock vyovyote vile hmm. maanake unataka mtu mwingine asiende kutekeleza hmm. haki yake. Kwa hiyo hmm. huwezi kujustify hmm. Lakini naungana mkono na wakili Manyama hmm. kwamba kama Chadema wana e, wana walikuwa wanataka kuwaambia wanachama wao wasi wasiende kupiga kura hmm. basi nadhani hapo tumekosea msamiati. E, yaani kutokwenda kupiga kura ni jambo moja na kuzuia uchaguzi ni jambo lingine hmm, hapo eh, eh, madu na, kuzuia uchaguzi ni na. kosa kisheria si kosa, wewe ni mwanasheria, ya mimi nafikiri eh, nazungumza kama wakili hmm. eh, nimeisoma sheria yote ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani hmm. sheria namba moja eh, ya mwaka 2024 na ishiri hmm. ukisoma hmm. sura ya saba hmm. Sheria ile inaanzisha makosa mbalimbali mbali ya, ya uchaguzi. Kuzuia uchaguzi ni kosa halipo siko. Ilo kosa halipo kwa mujibu. Nazungumza kama wakili sio kama mwanasiasa wademba mm. kosa la kuzuia uchaguzi halipo popote kwenye sheria ya uchaguzi mm. wa rais wa bunge mm. na madiwani na kauni ya adhabu mm. hakuna kosa linaitwa kuzuia uchaguzi hata kama ukimkabata mm. huyu mtu wademba ukampeleka mahakamani mm. ukamchaji na kosa inaitwa kuzuia uchaguzi itakuwa mm. ni kichekesho hakuna mm. kosa Lolote la uchaguzi kisheria, kuzuia, naomba kurudia, mimi sio mwanasiasa, nazungumza mm. kama wakili mtaalamu. Hakuna kosa lolote kwenye sura saba mm. ya sheria ya uchaguzi hilo linaitwa kuzuia uchaguzi. Shikilia hapo eh, sit Matata pamoja na eh, Maduhu eh, wanasema ya kwamba kuzuia uchaguzi sio kosa lolote eh, kisheria. Huku Manyama na Madeleka wanasema hilo ni kosa la jinai wewe ni wakili unasemaje? kuzuia uchaguzi ni kosa, si kosa eh, Odemba? kuzuia uchaguzi ni kosa la jinai, ni kosa la jinai hmm, lakini kuto kupiga kura au kuto kushiriki ni hmm, haki kwa hiyo hmm. hmm. mtu anaweza asishiriki hmm. au asipige kura si kosa. Hmm. Lakini na kuzuia ni kosa. Mshike Katiba. Lakini pamoja na, na, na, na maneno yangu hayo hmm. uh, matata amezungumzia kwamba uchaguzi ni mchakato mm. wa kisheria mm. na wa kisiasa mm. Kama umequalify kwenye matakwa ya kisheria mm. uchaguzi wetu sisi, e, kisheria na kikatiba, mshindi anapatikana kwa simple majority. Odemba, ni, niseme wazi, <laughs> kuzuia uchaguzi, unajua, uchaguzi ni tendo pana. Kwa mfano mm. takutolea mfano mm. siku ya kupiga kura mm. watu wanatoka nyumbani, wanakwenda kwenye vituo vya kupiga kura mm wewe ukitokea ukazuia yule anayekwenda kutimiza haki yake ya mm. kupiga kura mm. kwa sababu ya ajenda yako ni kosa mm. la jinai mm. Unakwenda kwenye kile kituo cha kupiga kura, wako maafisa wa tume wasimamizi wa vituo mm. wewe unakwenda pale unawaletea fujo wasitimize majukumu yao si mm. maana yake unakwenda kwa threat, wanaokuja kupiga kura wasije pale, kuna fujo, ni kosa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo matendo yako utakayoyafanya yanayoambatana na hiyo kauli mbiu yako kwamba no reform, no election mm. au tunazuia uchaguzi. Kwa sababu unaposema tunazuia uchaguzi maana yake umekaa nyumbani kwako. Tunazuia uchaguzi maana yake kuna matendo ambayo utayafanya yanayoambatana na kutimiza ajenda yako, hilo mm. ni kosa la kisheria mm. Pengine tumsikilize Matata kwamba uenda wao wanazuia kwa namna gani. Matata, ninyi mtazuia uchaguzi hiyo kwa namna gani? Sasa Odempo kwanza. so, usiniulize uh, sisi tutazuiaje? m mm. ni wakili mm. na niko hapa kama, kama wakili, kama wakili. Yes. Unahisi kwamba umesema kwamba kosa si kosa lolote kuzuia uchaguzi, unahisi hawa ambao wana wanafikiria kufanya mm. hivyo watafanya kwa namna gani, ambao so, isilete kosa lolote? Kwanza hatu hatupaswi kufikiria mm. sisi tungesubiri wao watafanya nini mm. halafu ndio tuone kama kuna kosa mm. Manyama anazungumzia masuala ya mtu kwenda kufanya fujo kwenye kwenye kituo, nani amemwambia? yeah. na ana ushahidi upi kwamba watu wataenda kufanya fujo kwenye kwenye kitu. mm. kituo -hmm. ana ushahidi upi? Hakuna ndugu ndugu Demba mm. -hmm. unajua, tusizunguke tusi, tusi, tusi mbuyu mm. -hmm. na na, na nilikuwa sitaki sana kuingia kwa inayoendelea mahakamani juu ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo mm -hmm. ninataka tu nigusie jambo moja. Anasema eh, alikuwa ajui na hakuna namna Chadema amesema atazuiaje? mm. -hmm. kinachoendelea tunakiona, kauli zinazotolewa na viongozi wao, mpaka mengine hatua ambazo zimechukuliwa kwa mambo hataki kuongelea hapo mahakamani mm -hmm. unakosema utakiwasha mm -hmm. Utakiamsha utafanya nini? mm. unakwenda kiasha namna gani? mm. na mengine kauli nyingi ambazo zimetolewa za namna hiyo, unapokwenda kuzuia watendaji wa tume huru ya uchaguzi kutotimiza majukumu yao ni kosa kwa mujibu wa sheria, mm. na wewe, tutakiwasha unaitafsiri vipi, na unaposema uh, umesema kwamba wanasema tutakiwasha tutakinukisha. Wewe unaitafsiri U, vipi mpaka uone ni rahisi sana mm. Unaposema tutakiwasha, tutakinukisha mm. inatafasiri pana sana mm. Moja, unaweza ukawa umejipanga ume mm. kwamba siku ya kwenda kupiga kura mm. kwenye vile vituo, si tutakwenda kufanya fujo mm. lakini walitamka fujo. Ah, unaposema utakiwasha, unawasha nini? Maana ya kuwasha maana yake ni moto. Unatumia lugha figurative language, ambayo inatafasiri pana. Unasema tunakwenda tutakiwasha, unawasha nini? mm. eh maana yake mm. wewe unakwenda kusababisha fujo, unako ni kukiwasha, unakwenda kuchoma vituo au mateti atakayotumika siku ya kupiga kura, ni kukiwasha. Mm. Ah, mm. Na Odemba, nafikiri hii mm. kipindi kinafuatilia wa Tanzania mm. dunia nzima. Mm. Mm. Na nafikiri swala la kwamba kuzuia uchaguzi kosa jinai, mm. Mm, mm, ni kosa la la jinai ni muhimu likaweka sawa. Niko na sheria hapa mm. ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Namba 1 ya mwaka 2024, sura ya 7 inazungumzia makosa ya uchaguzi. Mm na ukija kwenye sura mm. ya pili sehemu ya pili ya sura hiyo mm. ya saba e, inazungumzia makosa mengineyo ya kiuchaguzi mm. Mimi nimesoma sheria yote hii sura mm. sijaona mahala popote inazungumza kuzuia uchaguzi ni kosa ajidai unless mm. unless twende kwa wakili mwandamizi Manyama alishe maneno, sababu wakachofanya wakili Manyama hapa ni kwamba anaweka maneno watu wamesema, atakinukisha mm. amana, watakiwacha watachoma moto. Mimi sijaona popote amesema atawasha moto lakini mimi nakuchukulia tena. Mimi nazungumza kama wakili. Mimi mm. sio mwanasiasa mm. <coughs> Odemba. Na ufungamani na chama chochote kesi. Mimi si chama. Mm. Mimi ni wakili mm. professional. Nazungumza kama wakili kwa mm. kwa mujibu wa sheria hii. Mm. Ikisoka kwa pamoja na sheria nyingine za nchi ikiwemo yeah. ka kanuni ya adhabu. Mm. Hakuna kosa linaloitwa kosa la kuzuia mm. uchaguzi. Lakini sasa mm. kama eh, eh, mtu anafanya jambo lingine ambapo sasa ametafsiri wakili mwandamizi Manyama. Mm. Haiwezi kuzuia uchaguzi kwa maana ndio kosa. Itaenda kwa court defined kama kosa nyingine. Kwa hiyo hii tuweke sawa kwamba kwa hmm. mujibu wa sheria za uchaguzi na kauni ya adhabu hakuna kosa la jinai. Ndio maana nimesema nitashangaa, e, mimi binafsi kama wakili hmm. itakuwa ni kichekesho kama nitakuta mtu ameshitakiwa mahakamani kwa kosa la kuzuia uchaguzi. Hmm. Yaani hata mashtaka imeandikwa kosa ni kuzuia uchaguzi. Itakuwa ni kichekesho. Na mambo nakubaliana nayo na alivyosema wakili Matata. Kuna kanuni ya, ya kisheria ya Kilatini inasema actus non facit reum nisi mensi sit rea yaani kitendo hakiwezi kuwa kosa isipokuwa tu pale sheria itakapokuwa imesema kwamba kitendo hicho ni kosa. Sasa tunakubaliana kimsingi kwamba kusema tu nitazuia uchaguzi, kusema tu peke yake, yaani kabaki tu hivyo hivyo, kusema hilo sio kosa kwa mujibu wa sheria hmm. Lakini sheria inayotengeneza makosa ya jinai sio peno kodi peke yake, lakini pia sheria inayotengeneza makosa ya jinai sio tu sheria ya raisi wa bunge na madiwani. Ziko sheria nyingi sana zimetengeneza makosa ya jinai ambazo ambayo hayo makosa hayapo kwenye penal code. Sasa wakili Maduu wamefanya rejea kwenye sheria hii kuhusu makosa ya kiuchaguzi. Muktaza wa tafsiri ya makosa haya ni sio si, si, si, si jinai. Yani ni makosa yanayoweza kufanya uchaguzi usiwe halali, yani kwa mfano, kwa mfano e, labda kituo fulani E, wagombea wake labda hawakupewa, labda kama kanuni zinavyosema hawakupewa fomu mm. mm. au kuna kitu fulani ambacho kimetajwa kwenye sheria kikakiukwa, ambacho kilimnyima haki yule mgombea, hilo ni kosa la kiuchaguzi. Lakini unapozungumzia jinai sasa, kwa maana ya kuzuia uchaguzi, ili uzuie, kuna lazima kitendo fulani cha kijinai ambacho kimetafsiriwa kwenye sheria inayotaja kosa hilo. Kwa mfano, kwa mfano, maliza dakika moja, dakika moja tu, sekunde moja tu. kwamba ukienda, yeah. kwa makusudi ukachoma kituo cha kupigia kura ukakichoma moto mm. obviously, uchaguzi hauwezi kufanyika mm. na utashtakiwa kwa kuchoma moto kituo ambacho mm. matokeo yake ni kuzuia nini, uchaguzi usifanyike, mm. kwa hiyo utashtakiwa mahakamani kwa kuchoma mm. kituo matata kwa dakika moja. Mimi nitaka kuli kulijoin kwa manyama mm. Manyama ametoa maneno hapa ambayo yeye kaamua kuyatafsiri mm. kwanza, kisheria hatutakiwi kutumia figurative language kwenye sheria, ni facts Hmm. Yani ni, ni hoja hmm. ya wazi hmm. hakuna kusema hapa alikuwa anataka kumaanisha hivo hmm. kwenye sheria hiyo haipo hmm. Hiyo moja. Cha pili, sisi tumekuwa tunasikia mtaani wasanii wanaenda nakwambia, naenda, na naenda mtwala, nitakiwasha ntakinukisha, kwa wale huwa wanafanya makosa ya kijinai, ndicho wanachotaka kutuaminisha Manyama hmm. Mimi nafikiri sisi hapa ni mawakili hmm. na jamii inatuangalia tunapaswa kuongea kwa haki mm -hmm. kama ambavyo wengine wanasema mm -hmm. Asante asante sana Manyama. Um... Chifodeba mm -hmm. Nadhani nitarijoini nitarijoini tena eh, msanii anaposema anakwenda kukiwacha eh. Tunaangalia konteksti yeah. ya anayezungumza unajua, mm -hmm. kuna vitu vingine <laughs> na hii nchi inaendeshwa kwa mujibu wa sheria na mm, tuna vyombo vya ulinzi na usalama mm. Tusitake kuzunguka mbuyu sana mm. Tunaangalia context ya yule anayezungumza neno kukiwasha mm, katika context husika ikoje mm. Na ndio maana hata mahakamani tunapokuwa tunatafasiri sheria mm. Tuna tuna literal meaning, lakini wakati mwingine tunaangalia mpaka hata na intention ya, ya wale wanaotunga zile sheria hatujikonfani mm. kwa kilichoandikwa tu mm. Watu wanafanya mpaka refer kwenye answer kule kwamba wakati sheria inatungwa walikuwa wanamaanisha nini mm. Kwa hiyo mimi nadhani tunapotafasiri mambo mm. Watu wote si wapumbavu kwamba unaweza kwa kompani kwenye kikapu fulani wana, wanaelewa kulingana na context. Na kushukuru sana. Eh, Nkuba, kabla sija kuuliza swali, una lolote la kurejoin kwa wazungumzaji waliopita ama tuende mbele? Uh, nashukuru kwanza. uh, kaka Madele kama amezungumza hmm. uh, kwenye context hiyo ya alichokuwa nakisema matata, uh, matata hmm. na kaka Maduhu hmm. kwamba kuzuia uh, kwa maana ya kuzungumza inawezekana lisiwe kosa hmm, lakini kwenye kwenda kufanya kitendo lazima kitafall kwenye kosa lolote la jinai hmm. Lakini kusema tu hatutapiga kura au hatutashiriki hmm, na usiposhiriki wala sio kosa hmm, umetumia haki yako ya msingi ya kutoshiriki kuto <tune>